Nilikuwa naangalia kile kipande cha video ambacho umeumia, unakuona unakimbia kwa, kwa shida. Kuna gari ya huduma ya kwanza kwa nyuma inakufuata taratibu, watu wako kwa pembeni wanakushangilia na nini. Ulikuwa unajisikiaje, au kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea akilini mwako wakati unakimbia pale? Mimi katika michezo ya riadha moyo nilionao na uzalendo nilionao eh, ile ilinifanya kwamba mimi lazima nimalize mbio hizo hata kama nimeumia uwanjani. Uh, sasa uh, pale katika mstari wa kumalizia uh, karibu saa nzima imepita tangu yule mtu wa kwanza uh, alipofika pale, watu uwanjani wamebaki wachache waandishi wa habari wakakuzunguka pale, wakakuuliza kitu, ukawajibu. Hebu tukumbushe, ilikuwaje? Nimezungukwa na wale waandishi wa habari na wapiga picha. John, kwa kuwa hukuwa na ushindi katika mbio hizo, kwa nini uliendelea? Nikawaambia hivi, nchi yangu imenituma si kuanza mbio, ni kumaliza mbio. Kwa hiyo kufika kwenye michezo hiyo, ile athma yangu ambayo nilionayo, ile moyo nilionao na ari ile nilionayo kutoka huko nyumbani, sasa nimetimiza. Na ulitoa msemo ambao umefanyika kuwa Uh, um, umekuwa ukivuvia watu wengi sana si wanamichezo tu, lakini hata, hata, hata watu wengine zaidi ya, ya wanamichezo. Lile tukio na hata ule msemo ambao ulisema, lilibadilisha vipi maisha yako wewe kaka? kama John e, tukio lile kwa watu wa nje, ambao nje ya nchi yetu, watu wanafaidi wanafundishia watoto wao wanafundishia E, wana michezo wao na hata kwenye mashule kwa hapa kwetu hakuna mtu anatia maanani hmm. Na baada ya mimi kustaafu michezo mwaka wa sabini na sita e, ni, ni moja kwa moja niko huku kijijini, hakuna mtu anayejali kwamba huyu mtu yuko wapi, na inawezekana e, si kosa lao kwa sababu hata ile idara yetu ya michezo hawana historia. Mashindano ya uh, Olympic ambayo yamekuwa yakiendelea huko Brazil yamemalizika. Uh, vipi, umekuwa ukiyafuatilia? e, siku hizi kuna utaalamu wa kuona kwenye mativi na nini na, na, na, na kusoma magazeti, nafuatilia na hmm. nafuatilia unaionaje, unaizungumziaje? okay. okay. hasa ukilinganisha na enzi zenu, zile nchi zilizoendelea maandalizi yao ni mazuri na inafurahisha, lakini kwa sisi nchi zetu hizi za Kiafrika inaonekana ni kila mwaka, kila olimpiki tunakuwa wa mwisho mwisho, na hii inaonyesha ni kwa ajili ya maandalizi hafifu. Tanzania inafanya vibaya kwenye michezo hii ya olimpiki na michezo mingine ya kimataifa. Hii nakufanya wewe ujisikiaje? E, mimi ninajisikia vibaya lakini nifanyeje? E, viongozi wanaoongoza mambo haya ya michezo hawajirekebishi. Kama mwaka huu umeona timu yako imeshindwa, mwaka mwingine lazima utafute namna ili hawa watu waweze kuleta sifa nchini. Vipi sasa, siku za hivi karibuni unajishughulisha una, una na michezo labda kwa namna yoyote ile? Nilikuwa namfanye kazi, na baada ya kustaafu basi nimebaki hapa nyumbani kama mkulima. hmm. hey, shughuli za kilimo na mifugo kidogo. Naona mifugo kama hapa kwa moja, mbili tatu, umeikuta hapa hmm. Nadhani wako hapa, unawaona oh, hey, wako pale. Ukifikiria sasa, ume, umefanya uh, michezo kwa miaka mingi sana ukifikiria mafanikio yako makubwa kabisa, au kama kuna fanikio moja ambalo unaona ah, hili ni kubwa kabisa, unadhani ni, ni, ni, ni lipi hilo? Inawezekana Mwenyezi Mungu ndio amenipa kipaji, kipaji ambacho mimi nimekitumia vizuri, kwa hiyo ninajivunia. Sasa hivi e, michezo ya, ya, ya, ya riadha ambayo imefanyika ime, ime, mbio ndefu iliyofanyika huko Athens Ugiriki. Kwa hiyo nilikuwa mtu wa pili katika hiyo hiyo marathon marathon ya international marathon. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Mwaka 1963. Kwa hiyo ya pili mwaka 1968 ni ya Mexico. Ndio kitokeo ambayo sasa hivi hata kwa familia yangu pengine, e? Mwenyezi Mungu akiniita wataikuta historia yangu na hata kwa nchi <laughs> basi e, inawezekana familia yangu watakuwa nayo historia yangu mm. Ndio, asante sana. So, ndio asante, oh, asante, asante.